Anamteua huyu hapa. Wewe njoo, mwenyekiti wa tume anavaga vaga miwani. Anamteua kuwa mwenyekiti wa tume. Huyu ameteuliwa na huyu mwenyekiti wa CCM. Alafu huyu mwenyekiti wa CCM anamteua huyu kuwa mkurugenzi wa tume. Alafu huyu mwenyekiti wa CCM anamteua huyu kuwa mkuu wa wilaya ambaye ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa CCM anamteua njo njo njo njo njo njo, hapa, wewe njo wakurugenzi wanavaga vikoti kama wewe hivi anamteua huyu kwa mkurugenzi alafu nyuma kuna huyu hapo sidii huyu ni msimamizi naomba watu wawili naomba watu wanjo alafu huyu mkurugenzi nyuma yake kuna mtendaji alafu njo alafu nyuma mtendaji kuna msimamizi wa kituo mwalimu huyu ni bosi wa huyu mwenyekiti wa tume anasimamia uchaguzi kateuliwa na huyu kada, kada kabisa huyu. Alafu huyu kamteua huyu mkurugenzi wa tume. Alafu huyu kamteua huyu mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama ya wilaya. Alafu huyu kamteua huyu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, anasimamia uchaguzi. Alafu huyu huyu, chini yake anafanya kazi huyu mtendaji wa kata, anasimamia uchaguzi kwenye kata. Alafu huyu chini ya huyu kuna huyu mwalimu ambaye anasimamia kituo, anafaidika kwa huyu na analipwa mshahara na huyu na huyu bosi wake, na huyu na huyu bosi wake ni huyu, alafu huyu bosi wao wote hao, nionesheni tumehuru hapa, anionesheni mimi niwape hela. Tunasema hivi, hii ni sawasawa na Simba na Yanga icheze alafu Manara Manara awe refa. Hii sio tumehuru tunataka wewe ujitoe, alafu itengeneze kamati maalum itengeneze hawa wasimamia uchaguzi wasiwe na hizi kofia.